Katika hatua nyingine, rais Magufuli amemsimamisha kazi mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam, Wilson Kawe, kutokana na ubadhirifu katika utekelezwaji wa mikataba uh, mikataba mitatu inayohusu maeneo ya ukusanyaji mapato ya stendi kuu ya mabasi ya endao mikoani ya Ubungo na kodi ya uegeshaji magari katikati ya mji na kuisababishia serikali hasara ya shilingi bilioni tatu. Rais Magufuli amechukua uamuzi huo baada ya kusikiliza hotuba fupi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda ya masuala kadhaa ya mkoa wa Dar es Salaam, ikiwamo ripoti ya tume iliyoundwa kuchunguza utekelezaji wa mikataba hiyo. Na Rais Magufuli ameagiza vyombo vya dola vianze uchunguzi mara moja, ili hatua zaidi za kisheria ziweze kuchukuliwa. Mwandishi wetu anatupasha zaidi. Uzinduzi wa daraja hili unaweza usiwe na historia nzuri sana kwa mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam. Kwa lugha inayotumika sasa ni kutumbuliwa jipu. Katumbuliwa jipu leo hii hii katika eneo hili. Mkoa umezungumza hapa kwamba mkurugenzi alifanya fanyaje? Unajua sikuelewa vizuri, hebu njoo nieleze vizuri. Unajua mengine tunayafanya hapa hapa, si ndio jamani? Mheshimiwa Rais kwenye mkoa wako wa Dar es Salaam unajulikana kuwa ni jiji la Dar es Salaam. kwa muundo tuna mkurugenzi wa jiji ambaye anaitwa kaka yangu Kabwe Wilson Kabwe. Yeye ndio aliyesaini mkataba wa mwaka jana 2015 tarehe 30 kwa kutumia bailo ya mwaka 2009 29. Bailo ya mwaka 2009 inataka kila gari linalotoka Ubungo litumie kulipa shilingi elfu nane. Lakini tarehe 31 ya mwezi huo huo, mwaka huo huo 2015, akasaini mkataba mwingine unaotumia bailo ya 2004 ambayo bailo nne inaongelea kulipa shilingi 4000. Mheshimiwa Rais, matokeo yake nini? Mkandarasi ana mkataba mwingine au mzabuni? Lakini pia jiji wana mkataba mwingine. Kwa hiyo ukienda jiji watakuonyesha ule wa nne, ambapo bailo nne inakufa automatically pale ambapo inatengenezwa bailo tisa. Matokeo yake tukua tunapoteza shilingi 4000 kwa kila basi na makadirio yaliyokuwepo tangu mwaka elfu mbili, ilikuwa elfu mbili na tisa, ilikuwa mabasi mia tatu kwa siku. Kwa hiyo mabasi mia tatu kwa siku, ukipiga mahesabu kwa siku thalathini, tukawa tunapoteza milioni arobaini na mbili kwa kila mwezi. Na kwa sababu hiyo kwanzia mwaka elfu mbili na tisa mpaka sasa hivi tumepoteza takribani ya bilioni bilioni tatu. Mheshimiwa rais, kuna mkataba mwingine wa parking ambao huko hapa mjini nafikiri watu wote na wanaotumia magari hapa Dar es Salaam wataona mkataba wa parking wa kampuni ilishakwisha tangu mwaka jana, na utaratibu mkataba ukiisha, wanatangaza tenda wapatikane watu wapya waweze kuomba, hata yule aliyopo hazuii kuomba. Lakini wakaacha utaratibu huo, wakamwandikia barua ya kumwongezea muda wa miezi sita, wakisema mchakato unaendelea wa kumtafuta mzabuni, tunakuongezea muda na hiyo bado amesaini kaka yangu Kabwe, lakini kama vile haitoshi, baada ya kumaliza miezi sita wakakaa tena wakamwongezea miezi minne. Kwa sababu hiyo ameongezewa miezi kumi kufanya kazi nje ya utaratibu wa utangazaji wa tenda. Maana yake, na watu wengi tunaamini ya kwamba ni sehemu ya wale wanaovunja kwa sababu wananufaika na pakinizo wakati pakinizo zikizidi kuongezeka. Na si tu hivyo, Mheshimiwa Raisi tunayo kampuni nyingine iliyopewa tenda kwa mujibu wa mkataba wao sababu niliunda kamati ambayo inaongozwa na mwanasheria wa mkoa na afisa biashara walifanya hii kazi kwa kina na wala hatuko kwa ajili ya kumwonea mtu na bahati nzuri hatufahamiani nao mheshimiwa rais kwa kazi hiyo hiyo wamefanya wakachunguza hata pale ubungo watu wanachukua vyumba badala ya utaratibu uliopo wa kulipa shilingi laki moja wakubwa hao wanachukua vyumba wanawapangisha watu wengine wanalipa mpaka milioni moja na laki sita lakini si tu hivyo utaratibu hata wa kutoka pale Ubungo inabidi mtu atoe rushwa ndio atoe gari lake la kwanza. Mheshimiwa Rais, yako mengi, lakini kaka yangu Kabwe ndio msimamizi na ndio signatory wa mikataba yote ambayo hii nimeweza kuieleza hapa mbele yako. Jamani, mnataka mimi nifanyeje? Mnataka nitumbue jipu hapa hapa? Wangapi wanataka nitumbue jipu? Basi, kwa vile umezungumza wewe mkuu wa mkoa, na wewe ndio mkuu wa mkoa, na mimi niliapa kusimamia sheria, na mimi viongozi wa namna hii hii ambao wanafaidi jasho la watu masikini kwenye serikali yangu hawana nafasi. Kwa hiyo kuanzia sasa, Kabwe nimemsimamisha kazi, nendeni ukamjulishe hivyo. Lakini ile miradi ambayo inakuwa ikiongozwa inaongezewa muda bila kwa kufata taratibu ile iko chini ya uwezo wako. Nilizungumza siku ile ya wafanyakazi hewa kule Shinyanga, mpaka leo Shinyanga kuna wafanyakazi hewa mia mbili ishirini na sita mia mbili ishirini na sita mahali ambapo palisemwa wafanyakazi hewa ni zero. Kwa hiyo, niwaombe viongozi ambao wanataka kufanya kazi na serikali yangu wajipange kuyaondoa mabaya yaliyoko katika uongozi wao. Wananchi hawa wameteseka mno, wamechoka kuteseka, wamelia mno mpaka machozi yametoka. Ni wakati wao sasa wa kuanza kufurahi, ili hawa waliokuwa wanafurahi sana nao waanze kulia angalao kidogo kidogo. Kwa hiyo leo ni zamu ya Kabwe naye akalie kule na vyombo vianze kuchunguza hali halisi. Wakimkiria mimi sina tatizo, akikutwa kuna tatizo, hatua zifate. Ndiyo maana ya hapa kazi tu, tunataka kwenda mbele, tutengeneze Tanzania iliyo mpya, Tanzania ya watu wanyonge, na wanyonge wameteseka, ni lazima siku zote tuwasimamie. Na ndiyo maana, ndugu zangu, na hapa narudia mwendelee kutuombea. Mumuombe pia hata kijana Makonda, na vijana kwa kweli hawaniangushi. Na wewe Makonda, safi sana. Mungu akubariki, na usimamie hivyo hivyo, ili wananchi waishi maisha ya raha.